Ya Bwana Yesu asifiwe sana. Uh, Mungu awabariki sana, kama unavyoona tumemaliza maombi jioni ya sasa, lakini nikasikia uh, Roho Mtakatifu akiniambia ni share kitu ki, kidogo na wewe ambaye unanitazama. Kabla sijasema eh, kwanza hapa ni madhabahuni, kama unavyoona ni madhabahuni, kanisani, mahali ambapo ninamtumikia Mungu kama unavyoona. Nafikiri hii madhabahu sasa sio ngeni, kila siku inaonekana, lakini nataka kwanza tuuangalie huu ukuta. Kama unavyoona, eh, ukuta huu kuanzia hapa, eh, ukuta huu wote wote, ukuta huu mpaka hapa, huu ukuta. Bwana unaninyima usingizi, na wakati ninaomba hapa, nikasikia tu niweze kushirikisha watu ambao mungu amewapa neema ambao watu hao wana neema ya kuisikia sauti ya Mungu. Watu wa Mungu, ukiangalia kapeti hii hapa na ukiangalia madhabahu hii hapa, unaona ni vitu vimependeza sana, lakini ukifika ukiuangalia huu ukuta, unaona ni ukuta ambao unashusha hadhi ya madhabahu. Sasa nilikuwa naomba kama wewe Mungu amekupa neema unaweza ukanisaidia kufanya jambo kwa jiri tuweze kufunika bana. Tunataka tuweke bana hapa bana, ambalo litatoka pale mpaka pale. Inawezekana eh? watu wakasema bana ni nini? Unaona, kama hapa hii ni bana ambayo tulikuwa tumeiweka pale nje, lakini kwa sababu ya ukarabati wa pale nje tukaja kuiweka hapa. Sasa hii ni ndogo, ni ya mita mbili, lakini hii bana ni, ni mita nane kwa mita tatu mita nane kwa mita tatu ambayo itaanzia kwenye spika pale eh, mpaka hapa, na tumetafuta michoro mizuri sana ambayo ile michoro itapendeza. Tumetafuta michoro mizuri ambayo itapendeza ili kuipendezesha madhabahu ya Mungu. Sasa kama Mungu atasema na wewe Ngoja eh, nirudi hapa madhabauni kwa sababu madhabauni ndio mahali ambapo Mungu husema na mimi. Kama Mungu atasema na wewe kwa ajili ya kusapoti kazi ya Mungu, unaweza nisapoti kwa chochote. Hii bana itagarimu shilingi elfu kumi na tano ya Kenya. Unaona, elfu kumi na tano ya Kenya ni bana la mita nane kwa mita tatu, eh, ukipiga gharama tumepata gharama ya elfu kumi na tano ya Kenya. Sasa kama unaweza kunisapoti kwa elfu kumi na tano yote ama elfu kumi ama elfu tano ama elfu mbili ama elfu moja ama mia tano ama mia mbili ama mia moja ili mradi natamani sana, nilikuwa namwomba Mungu kwa mzigo, kwa sababu mimi hakuna kitu huwa kinaninyima usingizi ninapoona nyumbani pa Bwana panaharibika, eh? Ninapoona nyumba ya Mungu inaharibika sasa kama Mungu anakupa neema na Mungu amekupa uhai na unatamani kushiriki baraka hii basi, ninaomba unaweza ukanitumia sadaka yako tu kwa namba hiyo ambayo unaiona hapo kwenye screen, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Sikiliza nikwambie, nataka hili bana kufika Jumapili, yani Jumapili nataka washirika wanapokuja Jumapili wakute bana lime kaa hapa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa wewe ambaye uta, utaweza ngoja e, nikae hapa, watu wajue kwamba nimepomoka. Mbeza Bwana, niko kwenye maombi mazito, wana wa Mungu. Ndio maana hata nguvu za kusimama na, na shindwa kwa sababu hii ni wiki yangu ya pili, niko kwenye maombi ya mfungo. Kwa hiyo e, kama Bwana atakujalia kutubariki tuma tu sadaka yako na utakapotuma sadaka yako basi uta utanitumia na maombi yako niko kwenye maombi ya siku sitini nimeanza wiki iliyopita na nitamaliza tarehe ishirini na nane mwezi wa sita ni maombi ya masaa kumi na mbili kila siku kumi na mbili kila siku mpaka muda wa siku sitini kwa hiyo nitafanya kazi ya kuwaombea wale watu wote watakaomgusa mungu kwa ajili ya bana ninaomba tafadhali mungu aseme na wewe Mungu aseme na maisha yako, kwa sababu hatuna kazi nyingine duniani isipokuwa kuujenga ufalme wa Mungu ili tukaurithi ufalme wa Mungu. Tumefanya vitu vyetu vingi sana kwenye maisha yetu, tumefanya mambo yetu mengi sana kwenye maisha yetu, lakini tuna jambo moja ambalo limesalia: kuujenga ufalme wa Mungu, kusudi tukifika mbinguni tusikose makao. Kwa hiyo Mungu akubariki sana, ninaomba Bwana akutumie tuweze kufanikisha kazi ya Mungu, bana aliweze kupita, kameramani waonyeshe ukuta, alafu waonyeshe na madhabahu ilivyo, wao wenyewe waone jinsi ukuta ambavyo unashusha